Tanzania oye! CCM oye! Dkt. Samia oye! Oh yeah. Oh yeah. Mheshimiwa mwenyekiti, tarehe 29 wana Dar es Salaam wanakwenda kukuchagua, kuchagua. Mheshimiwa mwenyekiti, Dar es Salaam ni jiji la biashara, na wewe katika uongozi wako umeifanyia Dar es Salaam jambo la utu Mheshimiwa mwenyekiti, kulikuwa na kilio kikubwa cha kubambikwa kodi zisizostahili kwa, kwa wafanyabiashara wa Dar es Salaam. Wewe ulipoapishwa ukasema utaki kuendesha serikali kwa mapato ya dhuluma, ukaelekeza wizara ya fedha pamoja na mamlaka ya mapato kuhakikisha kwamba wanakusanya kodi stahiki kwa kila mfanyabiashara. Ukaelekeza akaunti za wafanyabiashara zisifungwe wala fedha kuchukuliwa bila ridhaa yao, ukaelekeza mashine za EFD zisifungwe ili watu waendelee na biashara. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo hili limeleta mahusiano mazuri sana kati ya wafanyabiashara na serikali yako uliokuwa unaiongoza. Lakini si hilo tu, umeongeza mapato ya nchi hii kwa kuwa umeelekeza kodi zikusanywe kisayansi zikusanywe kwa kuzingatia sheria na zikusanywe kwa kuzingatia weledi. Mheshimiwa mwenyekiti, na ulipoongeza mapato takriban kutoka trilioni moja nukta tatu mpaka trilioni tatu, zaidi ya mara mbili, fedha hizo umewarudishia wananchi kwa kupitia miradi ya maendeleo. Mheshimiwa mwenyekiti, umeifanyia kitendo cha heshima nchi yetu. Wakati unapokea nchi hii ilikuwa na miradi mikubwa ambayo hata majirani zetu walikuwa na mashaka kama tutaikamilisha. Mheshimiwa mwenyekiti, ulipokea bwawa la Mwalimu Nyerere likiwa takriban asilimia ishirini kwenda ishirini na saba lakini leo tunavyoongea mradi wa zaidi ya trilioni sita nukta tano umekamilika kwa fedha zetu wa Tanzania wenyewe. Hii ni heshima kubwa ambayo umeifanyia nchi yetu ambayo inakupa sifa kwamba wewe ni kiongozi unayeweza kuongoza, lakini si hilo tu. Mheshimiwa mwenyekiti, umekamilisha miradi mingine ya kimkakati. Kwenda Dodoma sasa hivi ni kama kwenda Kibaha. Mtu anaondoka na treni, anafanya kazi zake, jioni anarudi anaungana na familia, na hii ni jambo ambalo umelifanya katika uongozi wako. Mheshimiwa mwenyekiti, katika miaka mitano, katika miaka mitano iliyopita dunia nzima inajua. Na Afrika yote inajua na Tanzania yote inajua kwamba ilikuwa kipindi cha msukosuko wa kiuchumi duniani. Hata mataifa makubwa yalipata mifumuko ya bei ambayo haijawahi kupatikana tangu ya mataifa yale yaanzishwe, lakini hapa Tanzania, mheshimiwa mwenyekiti, kwa maono yako, kwa uongozi wako shupavu, umesimamia uchumi wa Tanzania ili mfumuko wa bei usiathiri maisha ya Watanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kuongeza mapato umetoa ruzuku katika maeneo tofauti tofauti kuhakikisha kwamba gharama za maisha hazipandi na kuwaelemea Watanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, chanzo kikubwa cha uzalishaji ni nishati. Yalipopanda bei mafuta ya petroli, diesel na mafuta ya ta. taa, ukaanza kuweka bilioni mia moja kila mwezi kama ruzuku kwa maana ukiwa unalipia bei ya mafuta ambayo watanzania wananunua. Lakini si hiyo tu, wakati unaingia madarakani pakatokea mzozo wa mataifa ya Ulaya y Mashariki ambayo ndio wazalishaji wakubwa wa mafuta ya kula, bei za mafuta ya kula zikapanda, dumu la lita tano lile takribani elfu hamsini na tano mpaka sitini. Lakini ukaelekeza ukaelekeza iwekwe ruzuku, uwekwe msamaha katika wazalishaji wa mafuta na uagizaji wa mafuta ili mafuta yanayopatikana watanzania waweze kumudu, na leo hii bei zilishuka kutoka takribani 1600 kwa bei ya mtaani kwetu kule nadhani kwenye 1335. Hii bei ambayo leo hii mtanzania ananunua inashirikisha fedha ambazo umeweka kama sehemu ya gharama ambazo wangelipia Watanzania, lakini si hilo tu, umefanya hivyo hivyo kwenye mbolea bei ya mfuko wa mbolea wewe unalipa nusu yake, ili mtanzania aweze kununua aweze kuhimili kununua mfuko wa mbolea. Na leo, mheshimiwa mwenyekiti, wengine wanaweza wakasema mfuko wa mbolea na Dar es Salaam wapi na wapi gharama zikiza uzalishaji zikipanda, na mazao yanayouzwa yangepanda. Bila kuwa umeweka ruzuku kwenye uzalishaji, kwenye mbolea, kwenye mbegu, leo hii bei ya unga, bei ya mahindi, bei ya mchele ingekuwa kubwa ambayo watanzania wote wangepata shida. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfumuko wa bei kwa Tanzania ni wa chini kuliko nchi zote zinazotuzunguka na leo hii bidhaa za Tanzania ziko chini kuliko wote wanaokuzunguka, na hili ni kwa sababu umekuwa ukiweka ruzuku. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kauli hii haimaanishi kwamba sasa maisha ni mepesi, haimaanishi kwa sababu kwa sababu maisha yanasonga mbele. Na kwenye uchumi kila hatua unayochukua inasababisha kitu kingine na chenyewe kichukua hatua. Kwa mfano, katika awamu yako umetoa trilioni mbili nukta moja kuwalipa wazee wastafu. Wachumi watanielewa. Umelipa trilioni mbili nukta moja kuwalipa wastafu. Katika awamu yako umeongeza kima cha chini mara mbili. Katika awamu yako umetoa zaidi ya trilioni nne ziende kulipa madeni ambazo kazi zake zilishafanyika, zingine elfu mbili na kumi na mbili, zingine elfu mbili na kumi na tatu, zingine elfu mbili na kumi na nne. Kiuchumi, haya yote uliyoyafanya yanasababisha ukwasi uongezeke mikononi mwa watu, na ukwasi ukiongezeka, wanunuaji wa bidhaa wanaongezeka. Wanunuaji wa bidhaa wakiongezeka, bei za bidhaa zinaongezeka. Lakini hata hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, umeelekeza jitihada ziendelee za kudhibiti bei. Moja ya jitihada umeendelea kuweka ruzuku kwenye vyakula muhimu, mafuta ya kula, pamoja na bidhaa zingine, pamoja na uzalishaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii yote ni namna ambavyo unawapenda Watanzania. Nimetaja tu machache. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi niungane na wale wengine wote ambao wamewaomba Watanzania kuimarisha amani. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukizifikiria baadhi ya baadhi ya kauli zinazotolewa ni kauli za kuwatia tu watanzania hasira ili waichukie nchi yao kwa mfano mtu anatokea anasema nchi inauzwa mtu anatokea anasema mnaibiwa watanzania fikirieni mgombe wetu ni rais wa sita alipoingia madarakani alikuta zaidi ya wilaya mia moja hazina hospitali akajenga hospitali mia moja kumi na tisa ehe kama sasa fedha zinaibiwa wakati haziibiwi zilikuwa zinakwenda wapi Amekuta nchi yetu ina city scan mbili tu. Ndani ya miaka minne ameweka city scan hospitali zote za mikoa, mikoa yote ya Tanzania bara. Ehe, kama hela zinaibiwa wakati haziibiwi, zilikuwa zinakwenda wapi? Nchi ilikuwa na city scan mbili, nchi ilikuwa na MRI tatu. Kama hela inaibiwa wakati haziibii, zilikuwa wapi? Kwenye uongozi wake kaweka MRI hospitali za mikoa yote na za kanda zote. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi ilikuwa na magari mawili ya kuchimba maji. Ndani ya miaka yako minne umeweka, umenunua magari kila mkoa una gari lake la kuchimba maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, watoto walikuwa wanagawana darasa. Wengine wanaangalia huku, wengine wanaangalia huku. Mbao mbili zinawekwa. Na katika kujenga madarasa michango nchi nzima, wengine wanakamatiwa jogoo, mwingine mbuzi. Katika miaka yako minne umejenga madarasa umejenga shule mpya zaidi ya elfu mbili na mia saba za, za, za msingi na zaidi ya elfu moja na mia tatu za sekondari Ehe, wakati fedha zibi zilikuwa zinakwenda wapi si hilo tu umejenga hospitali umejenga zahanati zaidi ya elfu mbili na mia nane umejenga madarasa mapya elfu tisini na saba hii inatuambia wewe ni kiongozi mwadilifu na wale wanaoleta leta maneno ni kuwachochea watanzania waichukie nchi yao wenyewe. Hata wengine juzi wakawa wanasema eti tumefika kwenye uchaguzi, eti tumeishiwa hela, eti tumeanza kuchapisha hela. Nchi inayokusanya trilioni tatu kwa mwezi, nchi yenye akiba ya zaidi ya trilioni kumi na sita inachapishaje fedha? Lakini lingine niwaambieni, Watanzania, mchakato wa kuchapisha fedha kwanza ni viwanda mahususi ambavyo viko kwenye mataifa makubwa peke yake. Mataifa makubwa yaliyoendelea peke yake ndio yana viwanda, na ili uchapishe fedha unahitaji miaka karibu miwili. Kwanza utengeneze, unataka noti wewe aina gani, uweke na sifa binafsi ambazo nchi nyingine haina. Baada ya hapo, ndio uweke na signature, saini ya pale ambayo mheshimiwa mgombea, nakushukuru sana, ulifanya na wanyiramba wa saini kwenye noti. Baada ya hapo, ndio unachapa noti noti sio mtihani wa, wa, wa testi ya, ya shuleni, kwamba unatungiwa shuleni hapo hapo na unachapia hapo hapo. Hii yote wanajua ukweli, hii yote ni kuwatia hasira wa Watanzania. Mimi niwaambie ni Watanzania, wa mataifa mengi mnayoona, mnaambiwa kwamba mbona hao wanafanya hivi, mbona hao wanafanya hivi. Mataifa hayo wananchi wake wote wanauraia pacha, kwamba pakinuka hapa wanakwenda hapa, pakiharibika hapa wanakwenda hapa, wakiharibika hapa wanakwenda hapa. Sisi hatuna nchi mbadala. Nchi yetu ni hii hii, usidanganywe. Usiwashe moto kwenye nyumba unayolala na watoto wako. Wewe uko ndani na mama yuko ndani na watoto wako ndani, halafu unawasha moto. Usifanye hivyo, twendeni tukapige kura. Kiongozi wetu kazi kafanya, nchi kuiongoza kaimudu, lakini pia ilani ambayo ametuletea ina maneno mazuri na kwa kuwa yeye ni mtekelezaji tunakwenda kupata mambo mazuri baada ya uchaguzi. Asante sana mwenyekiti kwa kunipa fursa hii ya kusalimia. Mungu awabariki sana.